mtakuwa mkizungumza maneno mazuri, watastakim jawarihukum, na vilevile matendo yenu, amali zenu zitakuwa za sawasawa. Ina maana wanapotengeneza moyo wako, ina maana ni mafungamano yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala, na hiyo ni siri baina yenu nyinyi wawili. Ndio waswahili wanasema usimdharau si mtu wa mtutakuwa mchamungu. Naam, kweli, asababu uchamungu wa mtu, mtu na kukaribia na, ni ile ya mafungamano mema mazuri

na kujihadhari na ria. Ria ni kitu kibaya sana wala hadharu min alhasad, na kujihadhari na hasad. Simuone mwenzi wa hasad, hasad wewe kwa Shekhe labda saida dafanya peke yako umekuwa mtume. Mtume salam alikuwa anatuma watu, nenda huku, anamtuma Muadhil bn Jabal ila lyaman, anamtuma Ali bn Abi Talib ila lyaman. Wa lhadhar mimma yufsidu lqalb, na kujihadhari na yale mambo yenye kuharibu nyoyo itikadi ya mtu nyoyo ya mtu eh, itikadi inaharibika, matendo tunajua, moyo, yale maasia yanakuwa kama nukta ya kalamu, kila anapoendelea mbele inafisidika nafisidika mpaka lile jambo dogo. Kwanza unaanza kuona maasi madogo yana shida, unakwenda mwisho unaparamia katika kabairi dhunub. Haya ni maneno ya al-alama al shekhu Rabi bin Hadi Almadkhali hafidhahu Allah taala, ameandika masdar mafasidul kadhib Ukirasa wa 36 maubaya na uharibifu wa uongo. Uongo na haribu mambo mengi sana.